Tarehe kumi na nne Novemba tunapoadhimisha siku ya kisukari duniani, ninapenda kuongelea mambo machache ya kutusaidia sisi kujikinga kuingia kwenye hii hatari ya huu ugonjwa wa kisukari, ikiwa mojawapo ni ufanyaji wa mazoezi ambayo kitaalamu tunashauri angalau mazoezi yako ufanye mara tatu mpaka mara nne kwa wiki, kwa wale wasiokuwa na muda wa kufanya mazoezi kila siku, na mazoezi yasiyo yamepungua nusu saa na yahusishe mwili kutokwa na jasho la kutosha. Kitu kingine ninapenda kushauri, kupunguza matumizi ya vyakula vya wanga kwa, kwa lugha rahisi matumizi ya vyakula vya wanga ni hivi vyakula vikuu ambavyo tunatumia kila siku nyumbani kama wali, ugali, mihogo, ndizi. Tunatakiwa tupunguze matumizi ya hivi vyakula kwa sababu ndio haswa chanzo kinachosababisha kuwa na sukari nyingi kwenye damu yetu. Sana sana tuwekeze kwenye matumizi ya mboga mboga na matunda ikiwemo kuepuka vyakula vilivyotengenezwa viwandani kama soda, bia tupunguze, kwa sababu na vyenyewe vinaongeza sukari nyingi kwenye damu yetu. Nipende pia kuwakaribisha katika hii hospitali yetu ya halmashauri ya wilaya Handeni, kwani kuanzia sasa tumeanzisha kipimo cha HbA1c au glycated hemoglobin kinachoangalia kiwango cha sukari ndani ya miezi mitatu iliyopita. Ni kipimo kizuri kwani kitatuambia utaratibu wako wa sukari umekuwaje kwa hicho kipindi chote, na hivyo itakuwa ni rahisi sisi kugundua umekwisha kuingia kwenye shida ya kisukari ama la. Niwakaribishe sana Handeni District Council Hospital. Asante.